Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Watu wangu wanaangamizwa. Ukikosa neno la Mungu utaangamia. Ukiwa mtumishi usiye na neno, mzee wa kanisa usiye na neno, mwimbaji usiye na neno, sawa? Eh, mshirika usiye na neno, tegemea, kuna siku kuna sauti tazungumza, lakini sio ya Mungu. Amen. Mungu anajipambanua kwa neno, na Mungu anazungumza na watumishi wake. Kwa nini? Kwa neno. Hatoki nje ya neno. Amen. Kwa sababu anasema nimeikuza ahadi kuliko jina, jina langu wangu. Kwa Mungu ili neno ilanaliheshimu mtu akinitumikia naniheshimu. Anasema mali atakapokuwa, yani mali nilipo, mtumishi wangu atafanya nini? Atakuwepo wewe, well, unamtumikia Mungu. Mungu anakuona kama mtumishi wake, ili akuheshimu au umeng'ang'ania kusema yani mimi mimi dini sitoki hapa viechendo nimefika, nimeokoka. Mbingu zipo hapa. Mbingu hazipo kwenye zeu. Mnanielewa? Mbingu hazipo kwenye kibao tulichoweka hapo nje. Ukitaka kuzipata mbingu, angalia neno la Mungu. Amen. Watu wanabadilika, dini zetu zinafanya nini? Zinabadilika taratibu, sheria zinabadilika, ila neno la Mungu, Biblia nasema yani, neno linabaki vilevile jana, leo na hata milele, kwa sababu neno ni Mungu. Sa watu eiza wamefuata watu watu eiza wamefuata didi. Nasema hivi hata kama ni mimi, unaniona naenda njia za Bwana, usinifuate kwa sababu utaangamia. Hatui wafuasi wa watu, tunakuwa wafuasi wa Yesu. Nanisikia watu wa Mungu lielewe, neno linataka. Umeitwa, kuna kazi maalum, Mungu amekuita lakini, mwisho wa yote, Mungu anataka kutukuza, kuheshimu akuheshimishe. Kwa nini watu waliookoka? Ngoja niwaambie ni hivi. Ngoja niwaambie ni hivi. Bwana asifiwe. Na mjisikie vizuri. Kwa nini leo watu wengi wanasema wameokoka lakini hawabarikiwi na Mungu na vifungo vimebaki pale pale? Ni kwa sababu Mungu hawaheshimu Mungu. akikuheshimu anaweza kukubali ubaki kwenye vifungo? Amina, anasema Mtumishi wangu nitamheshimu. Mungu akiamua kukuheshimisha, kuna aina ya maisha uwezi ukawa nayo. Kinachotubakiza kwenye maisha ya chini ni kwa sababu tunaokoka alafu sisi hatutaki watakatifu. Yaani wewe unaingia kwenye uokovu, una maelekezo yako. Jamani, huku unapokuja umenisikia, huku unapokuja uliza, jamani, maelekezo ni yapi? Usifike wewe unaanza kuuelekeza tena uokovu. Kwa nini Mungu alisema hiki ni zambi kwa nini asingeacha tuaoni? Kama tunateseka wewe bado unapenda dunia hivi, sunaelewa ile zambi unaoipenda ile? Yaani unaona kama Mungu alikosea, unatamani uedit mstari eh, eti. Hivi mtu anajiuliza hapa <laughs> ameokoka. Mfano hizi labda silikuwa unakunywa kabia zamani sawa, eh, unaanza kujiuliza umekaa kwenye uokovu namna hii umeshika shavu ya moyoni mwako, ni siri, unasema hivi, Mungu haka kabia alikuaoni kama katamu, kwa nini eh? alikaweka zapi ningeokoka na Mungu angeweka na kabia kawepo, alo mi ningefurahi. Anawaza mtu kichwani hivyo. Huyu ndo anataka baraka ya Mungu huku, sifa ni utii. Ukienda kule jeshini, wanakuambia tunahitaji nguvu, sio akili.